Mambo vipi, this is Konde Boy Jeshi, the CEO of Konde Gang. Niko hapa ku address hili jambo linahusu mdogo wangu chinga kwanza kabisa nikiri kwamba mdogo wangu ali nitumia message na kuniomba kwamba anataka kutoka kwenye label akawa independent artist. Eh, bana, mambo ni vipi, mambo ni gani kutoka kipande chochote ambacho upo right now, na story ambayo tuko nayo ni kuhusiana na CEO wa Konde Music Worldwide, Harmonize. This time around amefunguka kuhusiana na sakata ambayo linaenda viral kinoma noma kwenye mitandao ya kijamii la Ibra pamoja na Harmonize wakionekana kabisa kwamba wapo na mgogoro. Uh, nami nilimjibu straight kwamba mdogo wangu show the best. Yeah. I got you na viongozi wa Konde Gang master. Master inamaanisha catalog, the whole entire catalog, nyimbo zote hata zile ambazo wamezifanya na mimi, ili ziwe za kwake lifetime, ili zinaingiza pesa kwake lifetime, inatokiwa lipie kuzinunua hicho kiasi cha pesa kilichotajwa kwenye mkataba ambao mdogo wangu alisign wa 4 years ago na kampuni ya Konde Music. Ah, hayo ndio ilikuwa uh, ni mazungumzo na yeah. Lakini um, sijui nini kimetokea kwake baadaye um, akaja kusema on social media kwamba nimemdai uh, kiasi cha bilioni moja. So, kwa upande wa Harmonize, yeye ameweza kufunguka baada ya kuweza kujishoot bana, video ambayo video hiyo ameweza kuipost kupitia kurasa wake wa Instagram. Kwa upande wa Harmonize aliweza kusema kwamba Ibra aliweza kumtumia SMS na kuweza kutaka Konde Gang, lakini yeye akamwambia bwana kila laheri eh. Bana mkataba ambao waliweza kusaini ni kwamba management wao waliweza kumwambia kama in case kama Ibra akiwa anahitaji kuchukua nyimbo zake zote na kuzimiliki, basi inabidi moja kwa moja alipie kiasi ambacho eh, kiliweza kutajwa. E bana, anasema kwamba am, amekiri kwamba yeye hiyo e, pesa ambayo ni bilioni moja ambayo Ibra analalamika mitandaoni kwamba e, Harmonize yeye amemwambia alipie ni kwamba sio kweli. Yeye amekaana kabisa kwamba hiyo e, bilioni moja sio pesa ambayo amemwambia, hakumwambia kwamba alipie bilioni moja. Uh, nikiri kwamba sijamdai kesa bilioni moja na um, nisingependa pesa yangu tena ije kunichafua mwenyewe. Uh, so, um, I did my best. I wish him all the best. Napenda sana msapoti ni sana hivi. Uh, independent artist from now on. Nikiwa naongea promoters, mkiwa na show mwiteni, fanye pate riski asaidie familia yake. Uh, even though lengo tupate riski wote kama ilivyo mwanzo azinoni you know, biashara na tuko tukijitahidi kwa uwezo wetu kuwekeza kwa uwezo wetu kuwekeza ili kukuza karia ya msanii ni lifetime lakini, na kwa, kwa kuongezea zaidi alizungumza kwamba e, tumewaletea baadhi ya masuperstars ambao wamefanya vizuri na wameweza kuondoka vizuri, kama vile Angela e, Country Boy, so hawezi kumbania e, kama vile ambavyo watu wakiwa wanazania kwamba anambania e, Ibra kuweza kutoka Konde Gang, lakini mbali na hapo amezungumza kwamba Basata walimuita eh, wali lakini yeye aliwaagiza management wao waweze eh, kukaa na kuweza kusuluhisha eh, changamoto baina yake yeye pamoja na eh, msanii wake ambaye ni Ibra. E bana, kauli ya kumwita pia chumbani ile ambayo ilikuwa imezua taaruki kubwa sana kwenye mitandao ya kijamii na pia ameweza kuelezea kwamba eh, mtoto akinyia mkono basi huwezi kukata, ni kama vile Ibra eh, amemkosea kwa namna moja ama nyingine. So mimi nataka nikuachie pia time nyingine uweze kusikiliza ujumbe ambao Harmonize aliumalizia so far tumshukuru Mungu kwa support yetu, tumeweza uh, kufanikisha kwa kwa kwa, kwa, kwa kuwaletea superstars kadhaa, ikiwa Mochinga, Kenjela, Kilichidi walikuwa pokea na Country Boy, na wao wote walivyoondoka, hakuja kuwa na matatizo yote, na wote wana own masters zao na yeah for good and for peace. Hamna mtu yote mwenye maana ya kudaiwa. So uh, that's how we live, live by lifting each other. Lakini pia speaking of Basata uh, nilipata mwito na niliomba management yangu niwakilishe kutaka kujua issue ni nini, kwa sababu sikutegemea na kwa sababu mazungumzo nilizungumza naye na Bwana Chinga sikutegemea kama angeza kufika Basata baada ya kila sana na usuluhisho. Ah, uh, so niliomba management yangu niwakilishe izungumze na viongozi wa uh, Basata kuona wanapataje mwafaka. Lakini wakaniambia okay. Waniambia so far nisingeweza kuyashia sasa uh, hivi na mi, uh, sikuona haja ya kusuluhisha na mdogo wangu au msanii ambaye nimemtengeneza mimi mwenyewe, na sikuona hiyo haja ya kutengeneza kakia, sikuona hiyo haja ya kutengeneza sintofahamu na nitaharuka uh, so as I said my decision kuhusu aende akafanya mziki wake na make sure mnamsupoti pia yeah. Na mwisho kama sikosei spiki na um, Uh, uh, kauli yake ya kusema kwamba nilikuwa nimemwita chumbani nilikuwa sijui nimeambia mtoe uh, mama yake mzazi uh, it's sad, na sio kwamba sijui how it tarnish image, na sio kwamba sijui kuna baadhi ya watu wanaweza wakaamini kwa ki, uh, mkono, kata, ni kweli uh, lakini sina namna. Mtoto akinyea mkono huwezi kukata, utafanyaje? Nimemwachia Mungu, second nimemsamehe mwisho na muombea mimi. Sihitaji msamaha wote kutoka kwake, akiona kuna tija sawa, akiona kama kuna haja ya kuomba msamaha watu walosikia maneno hayo ni sawa, lakini pia ni stahili kuomba msamaha zaidi ni Mwenyezi Mungu, kwa ikimpendeza, basi kwa wakati wake chawa aseme sana, aongee na Mungu wake kwa moyo wake wa dhati kabisa, na mimi nitamuongezea baraka zaidi na atafika mbali zaidi. Kwa upande wangu mimi sina shida kabisa na yeye, ni my brother na si ataende kwa my brother, Konde Gang nyumbani kwake, because Konde Gang made him ya. Kwa hiyo wish him all the best, so kwa kusema hayo, nashukuru sana kwa kuendelea kuisupport Konde Gang, nashukuru sana kwa kuendelea kutunga mkono siku zote. Kuna superstars kibao wanakuja na ah, thank you so much for your time watching this and Konde Gangs for everybody, this is Konde Boy, all love.